Kwa mujibu wa ibara ya 424 ya Katiba hii, uchaguzi mkuu unaweza kusogezwa mbele iwapo tu, na mnisikiliza vizuri, unaweza kusogezwa mbele iwapo tu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapigana vita dhidi ya adui na rais anaona kuwa haiwezekani kufanya uchaguzi, Bunge laweza kupitisha azimio mara kwa mara la kuongeza muda wa miaka mitano na muda huo usizidi miezi sita. Mara nimesikia kama mwanasheria mkuu wa serikali kwamba uchaguzi unaweza kusogezwa mbele, uchaguzi usogezwe mbele, utasogezwa mbele kwa mujibu wa katiba. Sasa hayo ndio mazingira ambayo uchaguzi unaweza kusogezwa mbele. kwa hivyo basi, katiba imeweka imeweka mazingira mazingira hayo. Aidha, sababu nyingine ya kusogezwa mbele uchaguzi mkuu endapo kutatokea imeainishwa humo, sasa kwenye sheria, endapo kutatokea kifo miongoni mwa wagombea, na tumeshawahi kupata hiyo experience sababu hii imeainishwa katika kifungu cha 40 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Likitokea hilo, basi tume inaweza kutoa fursa kwa ajili ya chama hicho kilichopoteza mgombea kuteua mgombea mwingine na kupanga tarehe nyingine ya uchaguzi. Kwa hiyo hakuna yaani kila kitu kimeandikwa humu kwenye katiba pamoja na sheria. Yaani wewe huwezi tu ukasema kwamba tusogeze mbele kwa sababu ipi? Wale waliokuwa na mawazo ya kusogezwa mbele uchaguzi huu, mimi niseme kama mwanasheria mkuu wa serikali, wana mawazo ya kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pili, wana mawazo ya kuvunja sheria kwa hivyo ni waasi. Wananchi, mwapuuze. Nchi hii inaendeshwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Kwa hiyo tuache kutumia mitandao ya kijamii kuvunja katiba, na wengi ambao nimewafuatilia wako nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania labda wanaamini kwamba kwa kuwa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni vigumu wao kukamatwa na kufikishwa kwenye mkono wa sheria. Kwa hiyo waache, na sisi kama wananchi tuwapuuze. Ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, naomba umfikishe ujumbe huu kwa wananchi wote kuwa miaka mitano ndio inatamatika kwa mujibu wa katiba na sasa uchaguzi wa kesho upo kwa mujibu wa Katiba, na kwamba wagombea wote wa urais kwenye vyama vyote pamoja na ubunge na udiwani nchi nzima wamepatikana kwa mujibu wa Katiba hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitisha huko na vyama vyao, kwa, kwa, kwa masharti ya katiba za vyama vyao. Kwa hivyo basi uchaguzi mkuu utakaofanyika kesho ni halali na asitokee mtu kuwadanganya. Mimi ndio mwanasheria mkuu wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini wale wote ambao wamepanga au wanapanga kuandamana, kuleta fujo na kuzuia wananchi kutumia haki yao ya kikatiba ya kupiga kura, waache nia hiyo ovu, kwani watakuwa wanatenda kosa la jinai na serikali haitasita kuwachukulia hatua kali za kisheria kwa mujibu wa sheria zilizopo. Lakini niseme pia, kama mwanasheria mkuu wa serikali, kwa yakini kabisa, katika uchaguzi huu tunaokwenda wa mwaka huu, hakuna chama chochote cha siasa kilichozuiwa kushiriki uchaguzi. Narudia tena, kama mwanasheria mkuu wa serikali nasema kwa yakini, hakuna chama chochote cha siasa ambacho kimezuiwa kushiriki uchaguzi. Tumeshuhudia baadhi ya maneno kwenye mitandao ya kijamii, lakini na jumuiya ya kimataifa wakisema kwamba kuna chama kimezuiwa kushiriki uchaguzi, hakipo ila tunafahamu kuna chama kimesema hakitashiriki uchaguzi.